Jinsi ya kuchoma mishikaki hii ya ng'ombe ambayo ni mitamu na ina ladha ya kipekee. Anza kuweka viungo vyako, viungo ambavyo tumeviweka sisi tumekuandikia kwenye kificha hapo chini, alafu weka Navano Obinak. Hii Navano Obinak itaongeza ladha kwenye mishikaki yako, itafanya viungo vyote ulivyoweka vikolee vizuri na mishikaki yako itoke ikiwa mitamu na imenoga kwelikweli. Weka kitunguu saumu, alafu kamulia tangawizi, alafu koroga vizuri. Hakikisha mchanganyiko wa Navano Obinak na viungo vyote ulivyoweka unachanganyikana vizuri na nyama ya mishikaki, alafu acha kwa muda angalau saa moja ili marination ifanyike. Ni muhimu sana kufanya marination jamani. Baada ya hapo, weka kwenye vijiti vya mishkaki. Kama unavyokukumbusha kila siku, na Navano Obinak ni kiungo kizuri sana kinachotumika kwenye marination ya nyama, kinafanya viungo vikolee mpaka ndani, kinafanya nyama yako itoke ikiwa ina ladha ya kipekee amazing, yani itafanya nyama yako inoge, watu wajilambe. Baada ya kuweka kwenye vijiti vya mishkaki, weka jikoni. Mishkaki yetu itatoka imenoga kweli kweli, hiyo na kuhakikishia. Alafu ile marination ya Navano Obinak, hakikisha unayenyunyuzia kwenye mishkaki yako. Unaona mambo hayo? Yaani mishikaki itatoka mitamu. Unaona kitu hicho, mishikaki inakaribia karibia kuiva, imenoga kweli kweli na baada ya muda mfupi mishikaki yetu hiyo hapo hakikisha, unajipatia chupa yako ya Navano Obinak. Sasa hivi inapatikana masokoni kote na madukani kote nchi nzima.